Na kama mjuavyo, sera inayotekelezwa sasa hivi ya elimu, sera ya elimu mwaka elfu mbili kumi na nne e, kama ilivyo e, boreshwa na kuanza kutekelezwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu inasisitiza sana kwa wazi maeneo kadhaa yanayogusa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Inakazia elimu bila ukomo, bila ukomo inakazia kutambua maarifa na ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi, na kazia kwa wazi. Kwa hiyo tumepewa uwanja ulio wazi zaidi katika kutekeleza majukumu haya, kwa sababu serikali imejiweka wazi kwamba itaweka mkazo zaidi katika maeneo hayo katika utekelezaji wa sera mpya hii. Na inapokaziwa mafunzo ya amali, kinachokaziwa ndio hicho na kazi wa e, uwezo wa watu kujiendeleza kupata ujuzi kupata maarifa popote alipo na kwa chochote anachokihitaji. Hii ndio elimu, elimu, elimu ya watu wazima. Hii ndio elimu endelevu. Hii ndio elimu bila ukomo ambayo sisi jukumu letu limejikita hapo.